Mataka yamfungulie yupi yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Na wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi iwala kwa akawaambia, nataka niwafungulie yupi kati ya hao wawili? Wakasema Baraba. Ilata kawaambia basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Akasema kwani ni ubaya gani alioutenda? Wakazidi sana kuja kelele kusema na asulubiwe basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia imezidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, kusema Mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, Damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo wa akawafungulia Baraba na ba, baada ya kumpiga Yesu mijeledi Askari waliwali wakachukua Yesu ndani ya platorio, wakakusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magotiinshirikeysh